Kauli ya Kamenei imekuja kufuatia maneno ya Rais Donald Trump aliyoyasema kupitia ukurasa wake wa Truth Social akieleza kuwa Iran inapaswa kujisalimisha bila masharti. Chapisho lake la kwanza linasema sasa tuna udhibiti kamili wa anga juu ya Iran. Iran ilikuwa na wafuatiliaji wazuri wa angani na vifaa vingine vya kujihami, lakini hailinganishwi na vitu vilivyotengenezwa na Marekani. Chapisho lilofuata muda mfupi baadaye likaongeza, tunajua haswa ni wapi yule anayejiita kiongozi mkuu amejificha. Yeye ndiye mlengwa rahisi, lakini yuko salama huko aliko. Hatutamuua kwa sasa, lakini hatutaki makombora yanayorushwa kwa raia au wanajeshi wa Marekani. Uvumilivu wetu unafika mwisho. Machapisho haya yamemfanya kiongozi mkuu wa Iran kutoka hadharani hii leo na kueleza kuwa takwa la Trump kwa Irani kusalimu amri halikubaliki. Kuambia watu wa Irani wajisalimishe sio kauli ya busara. Wale wanaoelewa hekima ya taifa la Irani pamoja na historia ya Irani na utamaduni haiwezi kamwe kusema maneno hayo. Kujisalimisha kwa nini? Irani sio taifa la kujisalimisha. Iwapo Marekani itaingilia kati haswa kupitia ushiriki wa kijeshi, madhara ambayo ingepata bila shaka hayawezi kurekebishwa. Wakati kiongozi huyo mkuu wa Iran akijibu matamshi ya Trump mapema hii leo, Rais Donald Trump akizungumza wa na waandishi wa habari, ameulizwa ikiwa ana mpango wa kujiunga kwenye mgogoro wa Israel dhidi ya Iran, naye akajibu: You know, I mean, hujui naweza you... kufanya ama nisifanye hivyo. Namaanisha, hakuna mtu anayejua nitafanya nini. Ninaweza kukuambia hivi kwamba Iran imepata shida nyingi na wanataka tujadiliane, na nikasema kwa nini hamkujadiliana nami kabla ya vifo na uharibifu wote huu niliwaambia kwa nini hamkufanya mazungumzo nami wiki mbili zilizopita, mngekuwa mmefanya maamuzi sahihi. Mashambulizi ya makombora kati ya Iran na Israeli bado yanaendelea, ikiwa ni siku ya sita sasa. Jeshi la Israeli limesema Iran imerusha safu mbili za makombora kuelekea Israel alfajili ya leo, huku milipuko ikisikika mjini Tel Aviv. Nako nchini Iran, vyombo vya habari vimeripoti milipuko kadhaa magharibi mwa mji mkuu Auleria. Gabriel, Azam News.